Ambayo hivi inahubiriwa inahubiriwa neno la kweli, anza kutembea katika hiyo, ndugu yangu, utapata uponyaji bila hata kuwekewa mikono. Amen, mimi nimeshuhudia watu wengi wamepona wakifika mlangoni pale, hawajawekewa mikono. Kwa nini? Kwa sababu ndani iko nini? Ndani iko nguvu ya Mungu. Bwana, nguvu ya Mungu iko mahali hapa na ukisema nguvu ya Mungu haiko hapa basi hujaitafuta wewe. Amina, amina. Amina. Amina. Amina. Lakini kwa walioitafuta nguvu ya Mungu, kwa wale ambao wamejitoa kwa ajili ya kutafuta nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu inapatikana katika roho na katika kweli. Kweli yote iko ndani ya Biblia huwezi kutafuta chochote vyovyote katika yote ukafikiri pata uponyaji. Nataka niwaambie hivi, mahali popote ambapo hakuna ibada ya kweli, amina, ule uponyaji ambao unausikia huwa ni uponyaji wa kwa muda tu, bali ni kwa muda tu amina. Ule huwa ni uponyaji na ni miujiza ya muda ya kitambo tu. Kwani wangapi tumeona, tumesikia, tumeona kwa macho ya kwamba ule uponyaji unapatikana kwa sababu ya ubonaji wa kimungu unapatikana una, unaonekana ni wa daima na milele mtu aliyepona kimungu ule ugonjwa huo mimi. Amina. Amina. Amina. Na ndugu zangu ambao wamekwenda huko hmm. walikokwenda huko ni makanisa lakini, hmm. wamekwenda huko, walikokwenda wakapewa vitu mpaka dakika hii wa. Yani, ukiingia ndani ya nyumba yao baada ya kumwamini Roho Mtakatifu, wana matukio ya chini ya kitanda kwenye nyumba swali. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya chupa ya maji? Hapana. Roho Mtakatifu anakaa kwenye chupa ya mafuta? Hapana. Roho Mtakatifu anakaa chini ya ufunguni? Hapana. Roho Mtakatifu anakaa kuzugani? Bwana mm. sasa. Amen. Haleluya. Amina. Si kwa hiyo maji yakiisha na yanauzwa Dar es Salaam utafanyaje? Hapo sasa. Kuja kuhubiri habari za maji wala habari za mafuta. Lengo langu ni kukuhubiri ibada ya nini? Amina, amina, amina. Amen. Ibada ya kweli na mahali hapa na mtumishi wa Mungu mimi, sijui sijaongea naye kama atakuwa anatumia mimi, hilo sio la kwangu Amen? Amen. Hilo sio la kwako mimi la kwangu ni kuhubiri kweli, ambaye anasema Mungu ni nini? Ni Roho, na waamwabudu yeye imwapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yeyote anayehubiri chochote nje na Biblia, ukaona iko nje ya Biblia, ndugu yangu, kuanzia leo umkatae katika jina la Yesu. Amina, amina, amina. Haijalishi ni rafiki yako, haijalishi ni ndugu yako. Mimi na wachungaji marafiki zangu wengi tumesha najua pale. Mm. Lakini wengine wapo njia za namna hiyo. Huwa nawaeleza. Kuna mm, marafiki zangu wengi ambao siwezi hata kukanyaga ndani ya kanisa lao kutokana na ninavyowafahamu kwa sababu tunamizana. Mm -hmm. Sio hela. Kwa hiyo ninavyojua ni kwamba hapa hivi huyu sio Mungu. Huyu sio Mungu. Huyu sio Mungu, Mungu lakini huyu ni Mungu. Amen. Kwa nini? Anachokihubiri, anachokiongea huyo ndio neno hilo ndio neno la Haleluya ndugu yangu, tusianze kwenda kwa mikumbo eti tunafanya ibada. Ukiona watu wengi huko mahali fulani wanafanya ibada, taratibu zao zisikilize. Ukisikia wanajiita wanajiita namna hiyo, nashindwa kutamka kutokana na mazingira, ila kwa sasa yuko ndani ya kanisa. Kanuni taratibu za kiserikali zinaruhusu, ukiwa una uhuru kwa kiasi. Amina Ine. hata kama una rozari naruhusiwa kueleza, si ndiyo? natolea mfano huyu, kama una rozari naruhusiwa kufanya nini? lakini kama tuko nje, mkutano wa nje, siruhusiwe kufanya nini? Kwa sababu utakuwa nimeongea dini ya, lakini kwa humu ndani lazima ni kuonyeshe habari za Mungu anafanyaje, shetani anafanyanaje ikiwa humu ndani, ili ukitoka nje ukakutana na shetani umfahamu live kwa macho, usianze kujiuliza kwamba hii dini kwamba huyu mtumishi kwamba huyu mlokole hmm, yuko sawa sawasawa. Utakuwa umeshamfahamu moja kwa moja Kwa nini? Kwa sababu nimeshakufundisha shetani anafananaje na Mungu anafananaje, baada ya Mungu anafananaje na ibada ya hmm, shetani inafananaje. Amina. Sasa hivi hii ni dunia ya teknolojia, zimekuwepo dini zimekuwepo nyingi, makanisa yamekuwepo mengi, imani zimekuwepo kibao. Biblia nasema atakayevumilia katika katika kuamini kweli, huyo ndiye atakayefanyaje? Atakayeokoka, atakayevumilia okay, katika kuamini kweli, sawa sawa. Amen. so, so. Amen. Leo hii watu tumekuwa ni watu wa kutaka miujiza, watu wa kutaka uponyaji, watu wa kutaka mikate. Tumeacha kuitaka neno la Mungu, tumeacha kuitaka kweli, na ndio maana anapotokea mtu wa namna hiyo. Amen, amen. anapotokea mtu wa namna hiyo tusijuta. ametokea mtu wa namna hiyo kule kule kule kwenu kule, kule kwenu kule chini ametokea mtu wa namna hiyo mm. akifanya vitu vya namna hiyo, ila anapoongea mpaka dakika hii hayupo tena. Amina. Kwa nini? Kwa sababu hao watu wanakuja kama vile upepo mm. kama upepo mm. wengine wametokea kule mnakorono, wengine wametokea wapi, lakini hao tunawapima katika neno na ndio maana kazi yao inakuwa ni ya muda mfupi sana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Isaya sura ya sita mstari wa kwanza, ibada ya kweli Isaya sura ya sita mstari wa kwanza. Agano la Kale kitabu cha Isaya, fungua Agano la Kale kitabu cha Isaya sura ya sita. sura ya sita mstari wa kwanza nitasoma. Tunaanza kujifunza sasa habari za ibada ya kweli. Amen, amen. Tunaanza kujifunza ibada ya kweli. Isaya sura ya sita mstari wa kwanza nitasoma mpaka mstari wa saba kwa haraka. Amen, Amen. Kama hujapata, hebu weke masikio tu. Kama ujapata katika masikio tu, ili tuweze kwenda na muda, kwaze baadhi ya watu katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Amina, tumesikilizana vizuri. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa sita,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 Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia nayo, nyumba ikajaa nini? Ikajaa moshi, kwa sababu ya sauti ya mtu mmoja. Mwanzo nimesema mama mchungaji, wakati nafika hapa ndo walikuwepo wamewahi hapa kwa ajili ya kumwalika Roho Mtakatifu. Amina. Bwana yuko sana. Amina. Na msingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake, yani kwa sababu ya sauti ya mamtungaji aliyekuwa akilia, nayo nyumba ikajaa moshi. Nini maana ya nyumba ikajaa moshi? Amina. Amina, maana yake alipolia akaita, akapiga kelele kwa sauti, nyumba ikajaa moshi. Nini moshi ni kitu gani? Nyumba ikajaa moshi, ambayo moshi ni nguvu ya Mungu ya takatifu ikajaa ndani ya kanisa kwa ajili ya kulihudumia nini? kulihudumia kanisa kwa ansose sana. Amen. Kuna watu hapa leo nguvu ya Mungu ambayo nguvu ya Mungu imesababishwa na yule aliyewahi akalia, akaita moshi ukafukuta ndani moshi, nguvu ya Mungu ikaonekana ndani ya kanisa kwa ajili ya kuwasaidia watu. Leo mko hapa, watu mna mashida kibao. Mm -hmm. shida mnazo hapa, wengine vyakula hamna, wengine elimu skumfizi hamna, karo zimeisha, wengine vyakula za kupanga hamna, hata ya kupanga ndani mambo ni mazito. Kila mmoja yuko hapa kwa shida zake, ukaamua kuja kanisani ukihitaji msaada kwa Mungu. Lakini swali, unapokuja hapa unahitaji msaada wa Mungu, ule msaada unaupata? Huwezi kupata kama hakuna fukuto, huwezi kupata kama hakuna hakuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Roho Mtakatifu anatembea kwa mmoja mmoja, anajua huyu kalala njaa, anajua huyu mtoto wake anaumwa, anajua yule baba yake ni mrefi, anajua yule mama yake ni mzizi, anajua yule... anaanza kumhudumia mmoja baada ya mwingine Imemfanya baba yangu mimi kuokoka. Kama kusingelikuwa na nguvu ya Mungu, we asingeliweza kuomba, na baba kule aliko ni wapi? Huko kwao kule, amina, maombi yakamfikia kule. Mpaka leo ni nini? ni mlokole katika jina la Yesu Kristo. Amen.